Agalabu watu humwita Mungu Baba. Hivi basi ndivyo iwapasavyo kuomba Baba yetu uliye mbinguni. Lakini je, fundisho hili la Yesu linamaanisha kwamba kuna Mungu Baba tu? Hasa baba humaanisha mwanaume aliye na mtoto. Bila mtoto wake hakuna mwanaume yeyote anayeweza kuitwa baba. Basi inamaanisha nini kwamba Mungu huitwa baba? Inamaanisha kwamba Mungu ana watoto. Nami nitawakaribisha, mimi nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wanangu na binti zangu, asema Bwana Mwenyezi. Sisi ni wana na binti za Mungu, yaani watoto wa Mungu. Basi baba peke yake anaweza kumzaa mtoto. Ikiwa kuna watoto, lazima awepo mama yao na vile vile baba yao. Jina la cheo baba linaweza kuwepo iwapo tu kuna mama. Basi je, jina la cheo la Mungu Baba linatuonyesha uwepo wa nani? Mungu Mama. Ndiyo maana Biblia inashuhudia kuhusu uwepo wa mama yetu wa mbinguni. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru nayo ndiye mama yetu. Inamaanisha tunaye si tu Mungu Baba bali pia Mungu Mama huko mbinguni. Kwa hiyo lazima tuamini si tu katika Mungu Baba bali pia katika Mungu Mama kama Biblia ifundishavyo.